Nitaomba kwa ridhaa yako tuwe na maswali machache, lakini niombe hata mimi nianze na swali moja mawili hivi ambayo yanasumbua sana huko mtaani, kwamba kwa nini tumefika hapa kama nchi? Tumefika hapa kama nchi, wanavyosema vijana, jambo kubwa, watu kutekwa, watu kupotea na watu kuuawa miili yao isipatikane. Yaani, kwa mfano unakuta mtu anakwenda polisi, maelezo anayoyatoa alafu baadaye, ndugu zake wanakwenda polisi, wanamwambia kwamba huyu mtu hajawahi kufika, wakati jana yake wameleta chakula, akikapokelewa akala. Kwa hiyo sasa, hili serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba watu hawataendelea kutekwa, watu hawataendelea kupotea, na Watanzania watakuwa na amani, akimwona polisi amkimbilie? Sababu tukiwa huko ugenini, ukikutana na askari polisi ndio unayemuuliza njia. Lakini sisi hapa kwetu mtu akimwona polisi anaanza kujikagua na bangi, nimefanyaje? Yaani, wakati mwingine unaweza ukawa una bangi lakini mpaka unafika kituo cha polisi tayari una bangi misokoto mitano kwenye mfuko. Kwa hiyo sasa tunabadilishaje hii sura ili kuhakikisha jeshi la polisi na kama wapo watu wanaoteka waka, wakashughulikiwa. La pili, uchaguzi. Hii ni sehemu ambayo imeleta machafuko makubwa sana Chadema kwa sababu hii ni nchi ya Watanzania, umesema ni nchi yetu yote. Walikuwa wanasema no reforms, no elections, lakini kwa upande wa pili pia inasemekana hata baadhi ya, ya reforms zilizofanyika hawajawahi kuzikiri sehemu yoyote. Kwa mfano, wakurugenzi kutosimamia uchaguzi, mgombea binafsi, mgombea kupita bila kupingwa, e, kuunda tume huru ya taifa ya uchaguzi kuunda sheria mpya ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Sasa kama serikali ni kweli hamjawahi kufanya reforms na ndio maana hawakushiriki uchaguzi, hilo hilo unaweza ukatusaidia. Mwisho, kuna debate kwa kwangu mimi, kuna debate inayozunguka sana kwamba katika maandamano umesema sio maandamano. Kwa kweli ukiangalia uharibifu uliofanyika, maana maandamano unakuwa na bango lako unafikisha ujumbe sehemu, unapokelewa. Sasa haya maandamano ambayo vituo mia sita plus vinachomwa, magari, pikipiki, yamebadilika jina na position ya kutoka kwenye maandamano pengine kwenda kwenye kitu kingine ambacho sijakifahamu. Lakini kuna debate kwamba ni watu wangapi wamefariki maana Aljazeera wanatuambia mia saba Unakwenda, kuna taasisi nyingine zinasema watu elfu kumi wengine wanasema kumi. Kwa hiyo sasa, ili tuwe kwenye perspective, iwapo kuna takwimu za watu wangapi waliouawa au waliokufa. Maana wakati mwingine, Dr. Shaba aliwahi kutoa nani postmortem kwamba mtu alishtakiwa kwa kumgonga mtu lakini kumbe yule mtu wakati anakuja anafunga breki, mtu kama kulangu hapa, ndo ilikuwa uhai wake unafikia ukomo, akakolapsa, akaanguka. Sasa yule dereva amemshtaki baadaye, ushahidi unakuja anasema, ah, alikufa kifo cha asili kwa sababu ndo muda wake ulikuwa umefikia ukomo. Kwa hiyo kwamba ni wangapi, vyombo vya dola vina kiapo na serikali na viongozi wana kiapo cha kulinda nchi hii na kulinda rasilimali zake. wala hii nchi haiwezi kaendeshwa kwa rimoti, wala hii nchi haiwezi kaendeshwa kwa remoti. Mesema kuna mstari mwembamba wa mazingira haya, ambapo tumeshafika levo hiyo, kwamba lolote linalotokea tunasema hii ni serikali. Lakini mimi niwaambieni, mimi niwaambieni nimekuwa waziri wa mambo ya ndani. Kama kuna muda, kama kuna muda, jambo hilo lisingekuwa limefanyika kwa viongozi wa CCM, nchi hii moja kwa moja ilikuwa inaenda kuamini kwamba haya mambo yanayotokea ni ya chama na chama. Huku Mkuranga, Rufiji, Kibiti waliuawa zaidi ya wenye viti wanaotokana na CCM zaidi ya mia hivi. Hiyo soti yenyewe imewahi kuwaza kwamba hawa watu walikuwa na soti vipi? Lakini eh, serikali ilichukulia tu huu ni uhalifu, haikuchukulia ni chama kimoja wapo kimefanya, ilichukulia huu ni uhalifu. It is very dangerous tunapokuwa kwenye taifa likitokea jambo lolote tunadhani ni vyombo vya dola. Hii hii ndo njia ninayosema tunatafutwa, tuna, unatafuta kuio, kuondolea heshima chombo ambacho ndio kimepewa dhamana ya kulinda rasilimali za nchi. Sasa mapungufu ya mtu moja moja, e, yaliwahi ya, ya, ya hata kujitokeza zamani. Sitaki kutaja maeneo ambayo watu wame, walipoteza wapendwa wao, lakini ziliwahi kuundwa tume zina, zika, zika Zika investigate viongozi wakuu kabisa kwenye taasisi yetu, jamani, si mnakumbuka? ili kwa ku, ku, tabia ya mtu mmoja mmoja uwaipo, lakini kitu kimoja ambacho tuepuke ni, ku, ni kuona taasisi yetu tuone moja moja. Na mmoja moja naweza ikatokea hiyo. Watu wangapi, na mmoja aliyeuliza amenisaidia kabisa, anasema mbona majengo mnataja, mbona vitu mnataja na hiyo ndio sababu, ndugu zangu, hatutaji watu guys. Tunaongelea maisha ya watu, tunaongelea watu wamepoteza wapendwa wao, haya si majengo. Ni nchi ya aina gani hiyo ya kuselebreti mtu mtu, maisha ya mtu? Guys, and these are the things ambazo tunaenda kwenye, kwenye, kwenye miko ni vile halijakukuta wewe, these are the things ambazo siku hizi watu wamesha kuwa wepesi tu. Mtu ameondokewa na, na mpendwa wake, wewe una posti like, uh, una posti kama picha ya engagement and, and, uh, eh, mimi huu mshangao hata sijaanza leo, hata wakati wa Covid eh, bungeni nilisema hivyo guys, why should, why are we celebrating

vurugu yeyote ikitokea there is a loss of lives. Tume tume nani tume wote and then we are now busy we are now busy tunataka, and at the situation ambako kuna mtu amepoteza mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama watoto wamezaliwa. Tuna, tunataka tuanze kuhesabu kama mafanikio Guys, mnataka tuhesabu kama magari. Lives ya watu mnataka tuhesabu kama magari. Guys, watu wanapoteza watu, watu, watu wapendwa wao mnataka tuhesabu kama magari, na wengine wanataja tu, hayuko hata hapa anasema ni watu hawa, yuko hapa hata hapo hayo anasema tu ni watu hawa hapa ni idadi hii. Sehemu nyingine tunaona tunaona mili inawekwa, inawekwa pale nyuma yake, kuna magari plate number hata si za nchi hii, na, na sisi kwa sababu kitu kikishakuwa mtandaoni tunakiamini kama kilivyo. Kuna sehemu mpaka taasisi ile ikaomba radhi kuposti kwamba hii picha si ya Tanzania, sisi tumeendelea tu kuona hivyo hivyo. guys, why are we celebrating it huku, huku mi naendelea na kwenyewe kukuona kama ni ni kutaka kuimba wimbo wa aliyekuwa na lengo la jambo hili. Na mtu aking'ang'aniza, wa nikiona watu wanaingia na mabomu alafu wanang'ang'aniza kwamba wamekufa wengi, naanza kuhisi kama vile wanawaona, wanawajua waliowaua, wa ambaye hayuko hata hapa, amejuaje? Guys, si mlikuwa, mnaona, mlikuwa mnaona hata nanyie ameanguka mmoja pale kaanguka hivi pale ka... Yes, we admit that vurugu hii has been with the loss of lives. Alafu wale wanaoonesha wanao, wanao wanao wanao hectares and hectares za watu wamelala wa, wa sisi, sisi, jamani hivi do you know, hivi do you know, what does it mean watu watu hiyo kama wale wanaotaja suwatuliwa kushuhudia ma, ma, ma, mambo ya aina hiyo kwenye nchi moja jirani. Do you know, kwanza tu you, you, huwezu ka, huwezu, eh, eh, kwanza mji huu tu harufu yake ingekuwa hivi. Unajua damu ya binadamu ilivyo. Wanaongelea tu elfu ngapi sii laki ngapi? Guys, tuwe makini. There, there is a economic war hapa kwenye nchi yetu hapa. Jambo lingine amesema mwenyekiti, reforms reforms zimefanyika, reforms, zimefanyika. Jambo lililohusisha jambo lililohusisha sheria ya tume huru ya uchaguzi limefanyika, ilikuwepo tena. Haya hayakutoka chama tawala, ya kwamba mtu asipite bila kupingwa, haya yaliletwa na wadau pamoja na, na vyama vingine kwamba pasiwepo na hii mambo ya mtu kupita bila kupingwa, yalikuwa accommodated. Hii ni, ni, ni level ya kusikiliza. Yalikuwepo mambo ya ya kuwa na kuwa na wakurugenzi kutokusimamia, yaliletwa na yenyewe, yalifanyika. Kulikuwepo na mambo ya, ya kwamba hivi vyama vingine vinakuwa vyama vya upinzani bado vichanga, visaidiwe magari Ilifanyika, vyama vyote vyenye wagombea walipewa magari, nadhani mgombea na mgombea mwenza, ilipita hiyo ili na yenyewe kwenye sheria. Sasa hii nyingine ambayo ilikuja kuletwa three months before the election ndo eh, mambo ya kuanza kujiuliza hao watu wanahitakia nini Tanzania. Auanaamidi hapa amesema eh, la jambo la mgombea mwenza, mambo ya katiba U, wapi waliwahi kuandika katiba kwa miezi mitatu na waelekee kwenye uchaguzi? hata ita ile pendekezwa tulipambana karibu miaka mitano na tukuipata, miezi mitatu unapata katiba gani?